Sehemu ya tano: jinsi ya kutumia sauti yako kama chanzo cha kipato. Sasa hili ndo wengi walikuwa wanalisubiri, na nimeliweka la mwisho. Sauti yako inaweza kuwa rasilimali yenye thamani kubwa, ikiwa utaitumia vizuri. Kuna njia nyingi za kutumia sauti yako kama chanzo cha kipato. Hebu tupitie njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kufanya kazi ya uingizaji wa sauti au voice over. Unaweza kutumia sauti yako kwa matangazo ya biashara, filamu za katuni audiobooks na vipindi vya redio. Mbili, ufundishaji wa mafunzo ya sauti kama online courses na podcasts kama ambavyo unajifunza sasa kupitia sauti hii. Unaweza pia kutengeneza mafunzo yako binafsi na kuuza. Tatu, kusimamia na kuendesha matukio, kuwa MC au host. Kama una sauti nzuri na unaweza kuongea kwa ufasaha, unaweza kuwa master of ceremony au MC wa harusi, semina au matukio mengine rasmi. Jambo la nne, unaweza kuandika na kuuza vitabu vya sauti yani audiobooks. Unaweza kurekodi vitabu vya sauti na kuviuza kwenye majukwaa kama Audible au Google Play Books. Ukijifunza na kuanza kutumia sauti yako kwa njia kama hizi, bila shaka utajitengenezea fursa nyingi za kuingiza kipato. Hongera kwa kumaliza kozi hii fupi. Sasa unajua mbinu za kuzungumza kwa ujasiri, kuvutia hadhira kuondoa hofu na hata kutumia sauti yako kama chanzo cha kipato. Kumbuka, mafanikio hayaji mara moja. Endelea kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuongeza ujuzi wako na kila siku, usiache kujifunza. Sasa hii ni mini course, yaani ni sehemu ndogo sana ya kozi niliyokuandalia inayoitwa Polish Your Speaking Skills au boresha uwezo wako wa kuzungumza, ambayo ina mambo mengi sana zi hii gharama yake ni shilingi elfu hamsini lakini ikiwa utainunua kabla ya tarehe 15 mwezi wa 4 elfu mbili na ishirini na tano utaipata kwa punguzo la shilingi elfu ishirini tu. Na vingine utakavyopata ni pamoja na free mentorship kutoka kwangu. Utakuwepo kwenye group maalum ambalo ni discussion group, ambapo watu wanatuma maswali na mimi nikiajibu, lakini wakati mwingine huja na kufundisha jambo fulani jipya linalohusiana na tasnia hii. Pamoja na hayo utapata kozi nzima bure ya YouTube Channel Mastery, kozi itakayokufundisha jinsi ya kuanzisha na kuendesha YouTube channel kwa ufanisi, ili uweze kutengeneza kipato chako na audience imara kabisa kwa muda mrefu ujao. Kwa hiyo changamkia jambo hili wakati huu. Ili kununua na kulipia kozi yako, tuma neno kozi kwenye WhatsApp namba iliyo kwenye screen. Karibu na tukutane darasani.